Yes. <coughs> Shalom, shalom mpendwa, ninakusalimu tena katika jina la Yesu Kristo, Bwana na Mwokozi wa maisha yetu. Napenda ikukaribishe katika chaneli ya afya pamoja na Injili, ambao tunatoa elimu kuhusiana na habari za mama na mtoto, lakini pia tunahubiri neno la Mungu, tunatoa mafundisho, tunafanya maombi na maushauri mbalimbali kuhusiana na mambo ya kiroho. Majina yangu naitwa Pastor Detrix Ndarawa, ni mchungaji chini ya Maranatha Assemblies of Tanzania. Ninaongea nikiwa Iringa mjini. Napenda nikukaribishe katika kipindi chetu sehemu yetu ya pili ya mada yetu ambayo tulikuwa tunazungumzia mada yetu nzuri kabisa ambayo imelenga kutupa maarifa makubwa kuhusiana na mambo yetu ya kiroho. Yesu ni nani? Na nikawa nimeongezea hasa ndani ya maisha yako wewe kama Mkristo kwa sababu uwezi ukamwamini usiyemjua, uwezi ukamtumikia usiyemjua Chanzo cha kuweza kutembea na Yesu kwa viwango vikubwa ni pale unapokuwa umemjua na ukamwamini. Basi tutakwenda kuomba, tunapoenda kuanza kipindi chetu. Asante Mungu Baba, tunakushukuru Ebeneza kwa sababu ya siku ya leo. Ebeneza, nenda ukatutangulie, tuwekee mkono Mungu yale ambayo tunaenda kuendelea kujifunza, hasa kuweza kufahamu kabisa wewe ni nani ndani ya maisha yetu basi Mungu uende ukatende na ukafanye. E Mungu Baba, simama na mama yule, kaka yule, mtoto yule, dada yule ambaye anakwenda kusikiliza mafundisho haya, mafundisho haya yakawa ya baraka, ya Beneza yakamfungue, ya Mungu akaweze ya kukujua katika viwango na kukutumikia kwa kiwango. Asante Baba, kwa sababu unajua wewe ni mwema na ni mkuu, katika jina la Yesu Kristo nimeomba na kuamini, amen. Kwao tuliona kwamba Yesu Kristo ni niko ambaye niko, yani hajawahi kukuacha wala kukutupa amekuwepo siku zote za maisha yako, kwenye shida, kwenye raha, mpaka siku utakapoingia kabrini. Kwa hiyo Mungu yupo na yupo na ataendelea kuwepo. Tukaona namba mbili kwamba Yesu Kristo ni mkate wa uzima, kwamba kama ambavyo unahitaji chakula ndivyo ambavyo unamhitaji Yesu Kristo. Kwa hiyo neno ni chakula, unahitaji ulile kila siku, mara tatu kwa siku, ulitengeneze uliandae uligharamikie maana hili neno ukilila litakupa uzima na nguvu katika maisha yako ya kiroho kama vile chakula ambavyo kinakupa nguvu. Tukasema pia Yesu Kristo ni nuru, yaani ni mwanga ambao Yesu anakusaidia uweze kujua wapi unaenda wapi unatoka, na Yesu anatusaidia tuweze kutofautisha vitu vya kiroho na vitu vya kimwili. Kwa leo tunaendelea na sehemu ya nne, ambayo inasema mimi ni mlango. Yesu Kristo akasema mimi ni mlango mambo kumi ambayo Yesu Kristo yeye mwenyewe alisema, hakusema mtu mwingine, hajasema mchungaji, hajasema nabii, hajasema hajasema mhubiri, hajasema mwinjilisti, alisema Yesu Kristo yeye mwenyewe. Nimekusanya mambo kumi ambayo Yesu Kristo alijishuhudia mwenyewe. Biblia inajitetea yenyewe, haihitaji mtu kuitetea. Haleluya! Biblia inajitetea yenyewe haihitaji mtu kuitetea. Kwa hiyo, mimi ni mlango. Hiyo ni Yohana kumi mstari wa saba hadi wa tisa Basi Yesu aliwaambia tena, amini, amini, nawaambieni, mimi ndimi mlango wa kondoo. Wote walionitangulia ni wevi na ni wanyang'anyi, lakini kondoo hu hawakuwasikia. Mimi ni mlango; mtu akiingia kwa mimi, ataokoka; ataingia na kutoka, naye atapata malisho. Kwa hiyo Yesu anajifananisha na mlango, mlango wa kuingia wapi? Kuingia kwenye mafanikio, kuingia kwenye raha, kuingia kwenye amani, kuingia kwenye uponyaji, kuingia katika vitu mbalimbali ambavyo tumekuwa tukivihitaji ndani ya maisha yetu. Tena Yesu anasema atakayeingia kupitia kwangu mimi ataokoka. Kuokoka ni kuwekwa huru dhidi ya vitu mbalimbali ambavyo vinakuwa vimetutesa. Utaokoka kwenye ulevi, utaokoka kwenye uzinzi, utaokoka kwenye uchawi, utaokoka kwenye vijitabia vidogo vidogo ambavyo vinakuwa kero na ambavyo vinaenda kinyume na mambo ya Mungu. Kwa hiyo Yesu amesema yeye ndiyo mlango. Kwa mama, kama unatafuta shida ya kutoka ukapata uponyaji ni Yesu. Kama unatafuta sehemu ya kufanikiwa kikazi ni Yesu. Kama unatafuta sehemu ya kubarikiwa ni Yesu. Kama unatafuta mlango wa kuwa na ndoa yenye amani ni Yesu. Kama unatafuta mlango wa kupata ajira ni Yesu. Yesu akasema yeye ni mlango na kuishia hapo, akasema waliomtangulia wote ni waongo na ni wanyang'anyi, wameangalia zaidi kujinufaisha wao, lakini hawawajali kondoo. Kwa ukitaka uweze kufanikiwa mpendwa Yesu ndiyo A, Yesu ndiye B, Yesu ndiye D, Yesu ndiyo A na B. Option yako ni Yesu Kristo peke yake. Kwa hiyo Yesu ndiye mlango wa kwenye kila jambo ambalo utalihitaji ndani ya maisha yako. Namba tano, Yesu akasema mimi ni mchungaji mwema, mimi ni mchungaji mwema, Yohana kumi mstari wa kumi na moja mpaka wa kumi na nne Akasema mimi ni mchungaji mwema, mchungaji mwema hutoa uhai wake kwa ajili ya kondoo Mtu wa mshahara, wala si mchungaji, ambaye kondoo si mali yake, humwona mbwa mwitu anakuja, akawaacha kondoo na kukimbia; na mbwa mwitu uwakamata na kuwatawanya. Yule hukimbia kwa kuwa ni mtu wa mshahara, wala mambo ya kondoo si yake. Mimi ni mchungaji mwema, nao walio wangu nawajua, nao walio wangu wananijua mimi, kama vile Baba anijuavyo, nami nijuavyo Baba. Nami nautoa uhai wangu kwa ajili ya kondoo. Yesu Kristo akasema yeye ndiye mchungaji mwema. Ukimaliza hapo, ukisoma hapo chini kumi na tisa pale kwenye huo mstari, anasema kukaingia na manongoneko kati ya Wayahudi kwa ajili ya maneno haya. Wengi wao wakasema, ana pepo huyu, tena ana wazimu, mbona mnamsikiliza? Wengine wakasema, maneno haya sio ya mtu mwenye pepo. Je, pepo anaweza kuwafumbua macho vipofu? Ko hata ule wakati wa Yesu kukaingia manunguniko kukaongea migawanyiko. Watu wakasema maneno gani haya, atasemaje yeye ni mchungaji mwema, na sisi ni wachungaji, tunachunga kondoo kwao. Wakaanza kuhisi kwamba Yesu anawaingilia, lakini Yesu alisema yeye ndiye mchungaji mwema, yeye amejua kondoo, yeye alitoa maisha yake kwa ajili ya kondoo kwa upendo. Naomba nikuambie, hakuna upendo mkubwa duniani kama Yesu Kristo aliyofanya pale msalabani, kutoa maisha yake kwa ajili yako, kutoa maisha yako kwa ajili yangu, ili tuweze kurudisha uhusiano ambao sisi na Mungu ulikuwa umepotea. ko hakuna mchungaji aliye mwema mpendwa, kama Yesu Kristo. Bwana ndiye mchungaji wangu, sitapungukiwa na kitu. Wengine wote ni wachungaji, lakini wengine ni wachungaji wa mishahara, wanaangalia kupata faida, wanaangalia kupata mafanikio kupitia maisha yako na shida zako hata changamoto kubwa ambapo zinakuvaa, Yesu anasema wanakukimbia, lakini Yesu anasema yeye hawezi akakuacha katika shida, hatakuacha katika raha, hatakuacha katika kilio, hatakuacha katika machozi, hatakuacha. Kwa hiyo Yesu Kristo ndiye mchungaji mwema. Kwa hiyo leo hii unasikia, huyu ni mchungaji wangu, huyu ni mchungaji wangu, lakini Biblia inasema mchungaji mwema ni Yesu Kristo pekee yake. Hawa wengine ni wachungaji wa mishahara. Kwa mpendwa, Yesu anasema yeye ni mchungaji Unaposema nani mchungaji wangu? Sema Yesu Kristo ndiye mchungaji wangu, Yesu Kristo ndiye mchungaji wangu. Tunaendelea jambo jingine, Yesu akasema mimi ni ufufuo na uzima, mimi ni ufufuo na uzima. Yohana 11 mstari wa 21 mpaka mstari wa 26, Biblia inasema basi Martha akamwambia Yesu, Bwana, kama ungelikuwepo hapa, ndugu yangu hangalikufa. Lakini hata sasa najua ya kuwa yoyote utakayomwomba Mungu, Mungu atakupa. Yesu akamwambia, ndugu yako hatakufa. Martha akamwambia, najua ya kuwa atafufuka katika ufufuo siku ya mwisho. Yesu akamwambia, mimi ndio huo ufufuo na uzima. Yeye aniaminie mimi, ajapokufa, atakuwa anaishi. Haleluya ko Martha dada yake Lazaro anajaribu kuongea na Yesu na Yesu Kristo anamwambia Martha kwamba mimi ndio huo ufufuo na uzima. Kazi ya ufufuo ni kurudisha vile vitu ambavyo vimekufa. Kuna kufa kimwili na kuna kufa kiroho. Kwa hiyo kitu ambacho kilichokufa hakina tabia ya vitu ambavyo viko hai. Kwa mfano kukua, kwa mfano kuongezeka, kwa mfano kuwa na uhai, yani kuchangamka. Kwa hiyo kuna ndoa ambazo zimekufa, yani hazijachangamka, hazina amani, hazina furaha. Kuna elimu ambazo zimekufa, ambazo hazina manufaa kwa watu. Kuna biashara ambazo zimekufa, ambazo hazina wateja wala hazikui. Kwa kitu chochote ambacho hakikui kimekufa. Kitu chochote ambacho hakichangamki kimekufa. Kitu chochote ambacho hakitendi kazi ambayo ilipasa kwamba kiwe kinatenda kimekufa. Kwa hiyo Yesu anasema yeye ndio huo ufufuo. Ukitaka kurejesha chochote ambacho kimekufa ndani ya maisha yako, huhitaji kitambaa, huhitaji maji, huhitaji chumvi, huhitaji upako, huhitaji maombi eh, maombi ya nabii. Unahitaji Yesu Kristo aingilie kati suala lako, kwa sababu Yesu Kristo yeye Yesu ndiye ufufuo wenyewe unaohitaji. Kama unahitaji uponyaji, Yesu ndiyo uponyaji wenyewe. Kama unahitaji opportunity, Yesu ndiyo opportunity yenyewe. Kwao Yesu anasema yeye ndiyo ufufuo, kwa ukihitaji kufufua chochote ambacho unaona kimekufa. Na nimesema kilichokufa hakiko hai, kilichokufa hakikui kilichokufa hakibadilishi maeneo, hakibadiliki. Kwa kawaida wanadamu tunabadilika, na kawaida wanadamu tunakuwa, na kawaida wanadamu tuko hai ko kama hivi vitu havipo kwenye jambo lolote ndani ya maisha yako, hilo jambo limekuwa limekufa. Na unahitaji nini kiweze kurejesha katika hali yake ya kawaida? Unahitaji Yesu Kristo, kwa sababu wote waliokufa aliwarejesha Yesu. Alirejesha watu watatu katika Biblia. Alirejesha kwanza mtoto wa Yairo ambaye alikuwa amekufa masaa machache akarejesha mtoto wa yule mama mjane ambaye alikuwa amekufa yuko njiani kwenda kuzikwa. Akarejesha Lazaro aliyokuwa tayari alishazikwa. Hii inamaanisha kwamba Yesu anaweza kurejesha chochote, haijalishi hatua ya uharibifu ambayo imefikiwa. Kinachotakiwa kikubwa ni kumwamini. Akamuuliza Martha, do you believe, je, unaamini? Martha akasema naamini, akasema naamini yes, akapokea muujiza wake. Kwa hiyo Yesu Ndiyo ufufuo na uzima Huhitaji kitu kingine ndani ya maisha yako kurejesha yaliyopotea, unahitaji Yesu Kristo. Namba namba saba. Yesu akasema mimi ni njia, kweli na uzima, Yohana kumi na nne mstari wa kwanza hadi wa saba. Yesu akamwambia, mstari huo ni wa sita mimi ndimi njia na kweli na uzima, mtu aji kwa Baba ila kwa njia ya kwangu mimi ko hapa. Yesu akakamilisha kila kitu, akasema moja, yeye ni njia. Njia ya namna gani? Njia ya kweli na njia ya uzima. Hakusema njia ya kutokea wapi kwenda wapi. Ina maana ni njia katika mambo yote ya maisha yako. Unatafuta amani, unatafuta furaha, una maswali, una huzuni, unatafuta kazi, unatafuta msaada, unatafuta lolote ndani ya maisha yako, njia zote ambazo unafanya usisahau kwamba katika njia zote kuna njia iliyo bora zaidi, nayo inaitwa Yesu Kristo Akasema yeye ni njia, ni kweli, tena hiyo njia ina uzima. Ina maana kuna njia nyingine ambazo tunazitumia ndani ya maisha yetu, ambazo mwisho wa siku hizi njia zinatupeleka katika mauti, kwa sababu tumemwacha Yesu tukazifata zenyewe. Kwao pesa haitakusaidia, ndugu hawatakusaidia, waganga hawatakusaidia, mizimu haitakusaidia, maneno hayatakusaidia. Wengi wamejaribu wakafeli, lakini Yesu Kristo ni njia ya ukweli tena yenye uzima ndani yake. Kwa hiyo Yesu Kristo akajifananisha na njia, Mungu akajifananisha na njia kwamba unapotafuta njia katika jambo lolote, njia yake ni the best option you can have. Kwa njia the best ambayo unaweza ukawa nayo kwenye maisha ni kuwa na Mungu upande wako. Tunaendelea, Yesu akasema mimi ni mzabibu mimi ni mzabibu, ukisoma Yohana kumi na tano ule mstari wa kumi, wa kwanza mpaka wa nane, akasema mimi ni mzabibu, nyinyi ni matawi, akae ndani yangu nami ndani yake, huyo huzaa sana, maana pasipo mimi nyinyi hamwezi kufanya neno rorote. Mpendwa, akasema mimi ni mzabibu. Mungu akajifananisha na mzabibu na sisi kwamba ni matawi, ko katika huu mfano Mungu anasema tunahitaji mahusiano pamoja na yeye, kwamba ili uweze kusurvive, ili uweze kufanikiwa katika maisha ya kiroho na maisha ya kimwili, unahitaji mahusiano makubwa na Mungu. Akasema unahitaji mahusiano naye, ukae ndani yake na yeye akae ndani yako. Hivyo ndivyo ambavyo unaweza ukastawi. Hii ni biblical principle ya mafanikio, success. Mungu anatoa mafanikio, sio waganga, sio wachawi peke yao wenye dawa za kutoa mafanikio. Kuna mafanikio ya Kimungu, tena kimwiri na kiroho. Na hapa Mungu anasema atakaekaa ndani yangu na mimi nikakaa ndani yake hatazaa sana, atafanikiwa sana. Mpendwa, hata ndani ya Mungu unaweza ukafanikiwa kikubwa, unahitaji uwe na mahusiano mazuri pamoja na Mungu. Namba tisa, Yesu akasema mimi ni alfa na Omega, yaani mwanzo na mwisho. Kitabu cha Ufunuo 22, sura ya 10, mpaka 14, akasema kwamba tazama naja upesi na ujira wangu u pamoja nami kumlipa kila mtu kama kazi yake ilivyo. Mimi ni Alfa na Omega, mwanzo na mwisho, wa kwanza na wa mwisho. Heri wazifuao nguo zao, wawe na amri ya kuenenda huo mtu wa uzima na kuingia mjini kwa milango yake. Kwa hiyo Yesu akasema mimi ni Alfa na Omega. Kwa hiyo Mungu anasema katika mwisho wa mambo yote yeye alikuwepo na atakuwepo. Yeye ndio mwanzo wa yote na yeye ndio mwisho wa yote kwao. Katika maisha yako ukiitambua hili, unaacha kuwa na presha, kwamba Mungu ndio mwamuzi wa mambo yako yote. Uingie kwenye shida, ni kwa sababu Mungu yeye ameamua, naona hiyo shida unaopitia ina faida ya kukupeleka sehemu ambapo yeye ameona unastahili kwenda ukiona huko kwenye raha, mungu aliona upitie katika raha kwa sababu kuna kitu utakipata ukipita hapo. Kwa hiyo mungu ni Alfa na Omega, ndo mwanzo wa yote, ndio mwisho wa yote katika maisha yetu sisi, kwa hakuna kingine zaidi yake. Amen, kwa mungu ni alfa pamoja na omega. Na jambo la mwisho anasema, mimi ni shina la uzao wa Daudi, nyota ya asubuhi inayong'aa asubuhi, Ufunuo 22 15 mpaka 16 anasema huko nje kuna mbwa, kuna wachawi, kuna wazinzi, kuna wauaji na au waabuduo sanamu, na kila mtu apendaye uongo na kuufanya. Mimi Yesu nimemtuma malaika wangu kuwashuhudia nyinyi mambo haya katika makanisa. Mimi ndiye shina na mzao wa Daudi, ili nyota yote ing'aayo kung'aa asubuhi asubuhi. Kwa Yesu Kristo anasema yeye ndiye aliyewatuma watu wake, yeye ndiye aliyetutuma tuweze kuwashuhudia habari hizi, yeye ni nyota ambayo inang'aa asubuhi kwamba kama unavyoona nyota ile asubuhi pale inang'aa, inaweza kufanya ukaona yeye. Ndiyo Yesu, ukiwa naye atasababisha uone, atasababisha ung'ae. Na anasema nje yake yeye Yesu kuna wanyang'anyi, kuna wezi, kuna walevi, kuna waongo na wote wanaotenda mambo mabaya yasiyofaa. Kwa hiyo mpendwa, nimekuambia mambo kumi ambayo Yesu Kristo au Mungu amejifananisha nayo. Mungu ni Alfa na Omega, Mungu ni ufufuo, Mungu ni uzima, Mungu ni mchungaji mwema, Mungu yupo ambaye yupo, hajawahi kukuacha na siku zote yupo. Kwa hiyo ukijua haya mambo, unafahamu kwamba katika kila jambo lolote ni muhimu sana kumtegemea Mungu kwa kila jambo. Mungu wetu ni mwaminifu, hajawahi kututupa, hajawahi kutuacha. Hata Petro ambapo alimwacha Yesu Kristo kumwangalia, akaanza kuzama katika mawimbi kipindi anatembea juu ya maji, bado alivyolia kwamba Mungu nisaidie, Mungu alimsaidia. That's a very good news kwamba hata pale sisi unapoacha kumwamini Mungu, yeye bado yupo na bado anatutetea na kutupigania. Kwa hiyo wewe kama Mkristo mpendwa Hakikisha kwamba unamjua huyu unayemtumikia huyu unayemfuata ni nani. Wengi tumeingia katika makanisa, tumeingia katika, katika vifungo tumeingia katika maagano na mizimu, kwa sababu tumejikuta tumeingia katika makanisa tusiojua yanamwabudu nani, kwa sababu kuna makanisa yanamwabudu Yesu na kuna makanisa yanaabudu mambo mengine tofauti na Yesu. Na sasa hizi kuna Yesu wa kwenye Biblia huyu ambaye tunamwongea na kuna Yesu mpya aliyeibuka modern Jesus ambaye Biblia haijawahi kumzungumzia. Mimi Pastor Derrick Ndalawa nimekuletea Yesu ni nani ndani ya maisha yetu, na nikajaribu kukufunulia kwamba Yesu yupo ametuzunguka katika kila jambo. Mungu wetu yupo, unachohitajika ni kuwa na mahusiano naye mazuri na utapata mafanikio. Usidanganyike mpendwa, amini Mungu yupo. Tafuta sana kumjua Mungu, soma Biblia, soma neno, fanya maombi, sikiliza neno na imani. Mungu atajifunua kwako nawe utaweza kuona neema na baraka. Basi usiache ku like usiache kusubscribe usiache kuweka comment yako katika hii channel, na utakuwa umebadilikiwa sana. Basi tukutane tena katika kipindi kingine kama hiki tukiwa na somo jingine. Tutaenda kuomba kwa sababu Mungu amekuwa pamoja na sisi, nami nina imani kuna mambo mawili matatu manne umepata kutokana na hili jambo ambalo litakujenga maisha yako ya Ukristo yawe bora. Asante Mungu Baba wa neema na kushukuru ibeneza kwa ajili ya ukuu na kwa wema wako oja e, Mungu Baba, nashukuru kwa ajili ya kila mmoja ambaye amesikiliza ame baba maarifa haya ambayo tumeyapata, ibeneza acha Mungu yakawe mwiba yakawe chachu ya mabadiliko yetu, na kujifunza kukutegemea na kutengeneza mahusiano na wewe, badala ya kutengeneza mahusiano na mambo ya kidunia na watumishi wako duniani. E, Mungu Baba, tutetee, tupiganie, tuweze kukujua na kukutumikia. katika jina la Yesu Kristo nimeomba na kuamini amen.